Ukisikia yeah. yeah. yeah. yeah. Okay, jini yametoka, mganga yuko hoi, basi ndo hii. Ndugu zanguni, lazima tukubali ya kwamba mpinzani wetu alikuwa bora kweli kweli dhidi yetu. Kama sio ukubwa wetu na kama sio uzoefu wetu wa kucheza hatua za knockout hii leo tungekuwa tunaangukia kuwa, tuna kuwa. Lakini kwa sababu sisi ni makontawa, sisi ni wakubwa wa kazi hizi, sisi ni wataalamu wa kucheza hatua hizi, sisi hatuwezi kutolewa hatua hii. Tumefanikiwa, tumewatoa, tumeenda hatua ao. Na mimi niwahakikishie mpinzani huyu ambaye tumepewa sisi, angepewa timu yoyote ya Tanzania, safari yao ingekuwa inaishia hapa. Hakuna timu yoyote katika tatu za Tanzania zinazoshiriki michuano ya kafu msimu huu ina uwezo wa kumfunga huyu bwana, ni Simba Sports pekee. Kuna kila sababu ya kumpongeza wala hatuna haja ya kuangalia tumechezaje. Sisi tunachoangalia tumefuzu, tumekwenda hatua inayofuata. Asikwambie mtu Simba amecheza vibaya. Timu iliyocheza vibaya inaondolewa mashindanoni, iliyocheza vizuri inaelekea hatua inayofuata. Mpira ni mchezo wa wazi, wala hakuna haja ya kufichana, tulizidiwa kweli kweli, lakini umakini wa wachezaji wetu na uzoefu wao ndio ambao umefanikiwa kutuvusha hatua hii na tunakwenda hatua inayofuata. Mpira wa miguu ni mchezo wa kujifunza kila siku, ni mchezo wa kupata ubora kila siku. Tulivyocheza hatua hii ni tofauti kabisa na tutakapocheza hatua inayofuata. Kwa hivyo, niwahakikishie ndugu zangu, wana Simba, hatua kama hii sio hatua ya Simba kupiga ana anadoo kwenda hatua inayofuata. Tulijua hata wacheze vizuri kama bonge la dada la Mbosso, lakini tutawatoa hawakuwa na namna yoyote ya kumtoa Simba nyumbani kwetu. Walifanikiwa Jwaneng Galaxy, walifanikiwa Yudi Songo miaka sita iliyopita. Simba ya sasa haiwezi kutolewa hatua hii, na safari tulioianza hapa, hatua ya mwisho ni nusu fainali ya ligi ya mabingwa. Mwendo wetu utazidi kuimarika na utazidi kuboreka siku hadi siku na hatua zinazokuja, tutakuwa imara na tutakuwa bora zaidi na zaidi. Yeah! Neno langu la mwisho kwa ndugu zangu Wanasimba, presha najua ilikuwa kubwa sana, lakini Mungu ametusaidia ametuvusha, tumekwenda hatua inayofuata. Shukrani za kipekee kwa wachezaji wetu wote namna ambavyo imejituma na shukurani za dhati kwa mwalimu Hemedi Suleiman Moroko, ndiye ambaye amesimamia ivi leo na hatimaye tumefanikiwa kwenda hatua inayofuata. Hili tumelimaliza sasa, tunaangalia hatua inayofuata. Na sisi tunawaambia hatuishi hapa, safari yetu bado inaendelea. Tarehe moja tunarejea kwenye ligi kuu ya NBC na huko pia tunakwenda kuendeleza dozi mpaka ubaya ubwela pati tu uweze kukamilika. La mwisho ndugu zangu wa Simba, baada ya kutoka hapa hii leo, kila mtu atembee kifua mbele. Tumefanya kazi ya kiume kweli kweli, uweze kulinganisha na timu nyingine ambazo zimecheza na mdondokela sisi tumecheza na timu ya maana kweli kweli na bado tumewaondoa. Leo tumeangalizia mpira hapa Coco Beach. Of course tumeenjoy, lakini sio malengo yetu. Malengo yetu ilikuwa ni kwenda uwanjani tukawape sapoti vijana wetu, lakini tumeangalizia mpira hapa Coco kwa sababu ya adhabu ambayo tumepewa. Kwa hiyo basi ndugu zangu, wanasima mechi inayokuja tutaruhusiwa kuingia uwanjani kama kawaida. <coughs> <coughs> <coughs> adhabu yetu imekwisha, lakini adhabu hii ituache na somo, adhabu hii ituache na, na, na mafunzo Adhabu hii itufunze jambo la msingi, tuache kufanya vurugu viwanjani, tuanze kujilinda wenyewe kwa wenyewe viwanjani. Ukimuona mtu ana shobo ya kutaka kuingia uwanjani, namkamata namdhibiti, na ikiwezekana namtoa uwanjani, kwa sababu kosa la mtu mmoja limetugharimu hii leo, tumeshindwa kwenda kuwapa sapoti wachezaji wetu kwa hiyo tuna kila sababu ya ulinzi kuanza wenyewe kwa wenyewe majukwani, na unakuta wengine hata sio Simba tu wanakaaesia Simba, lakini anafanya hivyo makusudi kwa ajili ya, ku, ya kuharibu taswira ya Simba Sports Club. Sasa ndugu zanguni, wana Simba, sisi ndio tunakaa nao kule mzunguko, sisi ndio tunakaa nao kule VIPB na VIPA. Ukimwona mtu anawashawashwa anawasha fataki anataka kuingia uwanjani, tuanze kumdhibiti sisi ili tusikose tena nafasi ya kuingia uwanjani kuishangilia timu yetu. Lakini la mwisho ni faini ambayo tumetozwa shilingi milioni mia mbili. Kwa hiyo ndugu zangu wanasimba hebu kuingia uwanjani. Namba za kuchangia tayari tumeshazitoa, twende tukachangie kwa pamoja, tulimalize hili jambo, adhabu hii ishe. Mechi inayokuja tukutane pale Benjamin Mkapa, pamoja na kwamba sisi tumefungiwa, hatujaingia uwanjani hii leo lakini ni kama vile na wenzetu na wenyewe wamefungiwa jana, hawajakwenda kwa hiyo sisi na wao wote tumefungiwa wote, hatukwenda uwanjani omato. So, hayo ndugu zangu wanasimba Simba, niseme asanteni sana kwa kuja, asanteni mookola.